Yes, mambo vipi, mwanasawasawa digital? Hope uko poa na kila kitu kiko sawa kabisa. E, ikumbuke kwa kipindi hiki kimekuwa ni kipindi ambacho watu wengi wamekuwa kienda katika e, vituo vya vya, vya kuweza kuchukua fomu za kuweza kugombea masuala mazima ya ubunge, masuala mazima ya udiwani, na ikumbuke kwamba siku ya leo tarehe mbili ndio siku ya mwisho kabisa ya kuweza kuchukua e, fomu hizi. Wasanii wengi sana ambao wameweza kuchukua fomu e, watu wengi sana wameweza kuchukua fomu na hasa watu wale maarufu. E, kitu kikiendelea tu kusubiriwa ni masuala mazima ya wajumbe, endapo watapigiwa kura basi wataingia kwa wananchi kuweza kuomba kura, na watu wote waweze kuchaguliwa kwa mujibu wa wao ambao pia wanaamini wanaamini kwamba wataweza eh, kuwasaidia watu. Lakini kitu ambacho kimeweza kushangaza watu wengi pia walikuwa wanakisubiri, huenda kuna baadhi ya watu, lakini pia kuna baadhi ya watu wengine watakuwa wengi hawajapenda kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu eh, Haji Manara naye ni moja kati ya watu ambao wameweza kujitokeza kwenda kuchukua fomu. Watu wengi kajiuliza kwamba au walikuwa wanatamani sana kwamba eh, kwa kwa, kwa watu ambao yuko nao Manara angeza kuchukua labda, eh, fomu ya ubunge fomu ya yaani, kwenye vile vile fulani vile vikubwa vikubwa, lakini bwana Haji Manara ameweza kuchukua fomu ya udiwani tu eh, kutoka kule kata ya Kariakoo. Na Kariakoo pia, e, wanaweza kusubiriwa kama endapo bwana Haji Manara ataweza kupita, e, katika suala zima la wajumbe, and then wataweza kuingia katika masuala mazima ya mchakato wa kuweza kupigia kura, lakini pia masuala mazima ya, e, kampeni. Sasa Haji Manara amekuwa ni mmoja kati ya watu ambao pia wamekuwa ni influencers wa tofauti tofauti, lakini pia ni ambassador wa makampuni tofauti tofauti. Tunajua kabisa alishawahi kuwa msemaji wa timu ya Simba, lakini pia kwa, e, mara baada ya kutoka Simba, pia aliingia Yanga kidogo akaisemea kidogo, then likatokea lile sakata lake la kuweza kufungiwa ndani ya miaka miwili na TFF kutoka kutokana na the way ambavyo alikuwa anamtupia maneno rais wa TFF. Sasa Manara ameweza kuzipost zile picha zake za kuweza kuchukua fomu, e, katika ka jimbo la Kariakoo huko and then ujumbe akawa ameuandika kwamba alhamdulillah, then akaweka alama za mikono ya kushukuru na kusema kwamba dhamira ya kwanza ni Kariakoo, dhamira ya pili ni Kariakoo, dhamira ya tatu ni Kariakoo. E, haya, hata hata dhamira yangu ya nne ni nyumbani Kariakoo. E, tuendelee kuomba dua kipindi hiki na inshallah E, itakuwa heri. Huo ndio ujumbe ambao alikuwa ameandika Haji Manara katika ukurasa wake wa Instagram kwamba yeye haja yake ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka ya nne yeye ni Kariakoo, na anasema kabisa Kariakoo ni nyumbani na watu wengi waweze kumsupport e, kum kwa kile ambacho yeye anakiamini kwamba ataweza kuokoa sasa. Watu wengi kijiuliza wakijiuliza, comments zimekuwa ni nyingi kwamba bana, Yanga imesha kushinda, sasa unaanza kwenda kukimbilia kwenye masuala ya vyama? Au pia kuna wengine walikuwa hawamuoni kwenye upande wa udiwani, aidha walimuona katika juu zaidi au katika ubunge au katika cheo kingine tofauti tofauti na hiki cha E, cha Udiwani, lakini kwa upande wake bwana ameona, bwana Udiwani ndio unamfaa, na ndio maana ameamua kwenda zake kuweza kuchukua fomu katika huko e, mitaa ya Kariakoo kule waweze kumpigia kura, ingalia kuwa tunajua kabisa Kariakoo ni moja kati ya sehemu ambazo pia e, watani zake makao makuu yao yako kule bwana Msimbazi, nikimaanisha Simba Sports Club, na amekuwa akisemea vibaya sana mara makolo, e, vitu kibao vimekuwa vikitokea mara baada ya yeye kuwa tu kuweza kuhamia Yanga. Sasa kwa upande wako sasa unaona kabisa kwamba Haji Manara katika kitengo hiki cha Udiwani kutokea kule Kariakoo ata weza wana Kariakoo wenyewe, pia mmejiandaje kuweza kumpokea Haji Manara katika swala zima la kuweza kuwaongoza kama eh, diwani mmoja kutokea huko. Yapi maoni yako? Drop comment yako hapo utakomentisha kinoma noma kwenye Instagram, Facebook pamoja na X, lakini pia hapo YouTube ukisubscribe channel yetu utakuwa kwanza kabisa kuweza kupata all notification. Take love for this Ciao.